Je, umewahi kufikiria kwamba mnara wa taa haujawahi kusimamisha dhoruba au hata kuzuia dhoruba kufika? Hapana, umeundwa kutoa mwanga. Wakati dhoruba zinapokuja na dhoruba inavyokuwa na giza zaidi, ndivyo mnara wa taa unavyohitajika kwa udi na uvumba. Dunia yetu ya kiroho iliyo na giza leo inahitaji sana mwanga wa neno la Mungu. Na niambie, kizazi chetu si cha kwanza kuhitaji mwanga mkali. Nataka kukurudisha nyuma hadi wakati ambapo ufalme wa giza wa shetani ulionekana kuwa na nguvu zaidi. Kutoka mji mkuu wao wa Samaria, mfalme mwovu aitwaye Ahabu na mke wake mwovu vilevile Yezebeli wanaongoza makabila kumi ya Israeli kuacha Mungu na kumfuata mungu wa uongo Bali, Bali, Anaabudiwa kama mungu anayeleta mvua, akidaiwa kuleta mavuno mengi ya mazao yao. Lakini Mungu kwa neema anainua mnara wa taa, ni nabii aitwaye Eliya, na atatoa neno la Mungu kwa mfalme Ahabu. Sasa hapa katika moja wa Falme sura ya 17 Eliya anaonekana ghafla kwenye tukio, hajatambulishwa kwa njia yoyote anamwambia mfalme Ahabu hapa katika aya ya moja. Kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, hakutakuwa na umande wala mvua katika miaka hii isipokuwa kwa neno langu. Sasa unaona, hakuna mjadala, hakuna ubishi. Eliya anamwambia mfalme Ahabu, basi kaa hapo na ujifunze somo kwamba Baali hatumi mvua, Mungu ndiye anayefanya hivyo. Naam, unaweza kufikiria mfalme mwovu Ahabu na mke wake Yezebeli hawatakuwa na furaha sana na Eliya hapa. Kwa hiyo Bwana anampa Eliya maagizo maalum hapa katika aya ya tatu. Ondoka hapa na geuka kuelekea mashariki, na ujifiche karibu na kijito cha Kerethi, ambacho kiko mashariki mwa Yordani. Utakunywa kutoka kwenye kijito, na nimeamuru kunguru wa kulishe huko. Sasa eneo hili la faraga hili halitalinda tu maisha ya Eliya angalau kwa sasa, lakini litaendeleza imani ya Eliya katika huduma yake ya baadaye. Tazama, kijito hiki kitampa maji anayohitaji. Lakini Bwana, je, umeona? Atatuma kunguru kumletea chakula cha jioni. Sasa kunguru kwa kawaida hawashiriki chakula chao, kwa hiyo hii ni riziki ya kimiujiza. Naye Eliya anatii. Aya ya tano inatuambia alikwenda na kufanya kulingana na neno la Bwana. Kwa njia huu ni mfano mzuri wa kufuata neno la Mungu hata wakati huelewi. Mfumo huu wa kuleta chakula utakuwa ukumbusho wa kila siku kwa Eliya kwamba Mungu anadhibiti uumbaji wake. Anaweza hata kutumia ndege kutimiza kazi yake. Sasa, fikiria mtala huu wa kukuza imani. Kama imani kama ya Elia kwa Bwana imetiwa kina Naam, Mungu anapomaliza sehemu hii ya mafunzo ya Eliya, Mungu sasa anaruhusu kijito hiki kukauka kwa kawaida kutokana na ukame, na Eliya sasa yuko tayari kuingia darasa jipya, na Mungu anamwelekeza huko. Hapa katika mstari wa tisa akisema, inuka nenda Sarepta ambayo ni ya Sidoni na ukae huko. Tazama nimemwamuru mjane huko ili kukulisha. Sasa usikose hii. Eliya amekuwa akijificha kutoka hadharani; ni hatari, na huyu mjane kwa kweli angekuwa mtu wa mwisho unayemwendea kwa msaada wakati wa njaa. Nataka kutoa uchunguzi mmoja zaidi. Mstari huu unatueleza kuwa mwanamke anaishi Sarepta, ambayo kwa bahati mbaya ni mji wa nyumbani wa Yezebeli. Eliya hawezi kutarajia mapokezi ya joto sana hapa. Sasa mara nyingine tena, bwana anaendelea imani ya nabii wake. Sasa Eliya anapokutana na huyu mjane kwa mara ya kwanza na kumwomba maji na kipande cha mkate, anamwambia hapa katika mstari wa kumi na mbili: kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina chochote kilichookwa isipokuwa unga kidogo tu katika chungu na mafuta kidogo katika mtungi, na sasa ninakusanya kuni chache ili niingie na kuandaa kwa ajili yangu na mwanangu ili tule na kufa. Wapendwa, kwa kweli nadhani kwamba Eliya angechagua kufa kwa njaa mwenyewe kuliko kumwomba huyu mjane maskini kipande chake cha mwisho cha mkate ambacho alifanya tu. Lakini tena anafuata maagizo ya Bwana ambayo hayana maana sana kwa wakati huu. Eliya anamwahidi kwamba ikiwa atashiriki naye kile kidogo alichobakiza, anapokea ahadi dhahiri kutoka kwa Mungu na sasa kutoka kwa Mungu kupitia kwake kwake. Hivi ndivyo kitakavyotokea mstari wa kumi na nne. Hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli, chungu cha unga akitapungua na mtungi wa mafuta hautakuwa mtupu hadi siku ambayo Bwana atatuma mvua juu ya nchi. Wowe, fikiria ahadi hii! Hakuna tena safari za kwenda dukani, hakuna kuomba kutoka kwa marafiki na majirani. Amini tu neno la nabii. Mpe kipande chako cha mwisho cha mkate kwa njia hajawahi kukutana na nabii, mpe mlo wako wa mwisho, na anafanya hivyo. Hiyo ni ya kushangaza, anafanya hivyo. Na hapa katika mstari wa kumi na sita tunaambiwa chungu cha unga hakikupungua wala mtungi wa mafuta haukuwa mtupu, kulingana na neno la Bwana alilosema kupitia Eliya. Kwa njia, Bwana hafanyi ghafla kwa miujiza kujaza makabati yake yote na sakafu yake na magunia ya unga na mitungi ya mafuta. Hapana, maana hapa katika maandiko haya ni kwamba anazalisha unga na mafuta kila siku kama inavyohitajika. Kwa hivyo elewa hili: kila mlo ni mlo wake wa mwisho, mlo wake wa mwisho, isipokuwa Bwana atimize neno lake, na bila shaka Bwana anafanya hivyo. Sasa kile Eliya alichojifunza kutoka kwa utoaji wa kila siku wa Bwana kupitia kunguru hawa na mwanamke huyu, sasa anajifunza kutoka kwa muujiza wa kila siku wa utoaji, ni ukumbusho mzuri kwako na kwangu leo. Tunapaswa kumtegemea Mungu siku moja kwa wakati. Kwa kweli, si hivyo ndivyo Yesu alivyowafundisha wanafunzi wake alipoagiza kuomba, utupe leo mkate wetu wa kila siku? Siku moja kwa wakati. Sasa kuna jambo la kushangaza linalotokea hapa. Katika mstari wa 18 tunaambiwa kwamba mwana wa mjane huyu anaugua na ghafla anakufa. Sasa imani yake inajaribiwa sana. ikiwa si kujeruhiwa, anamwambia Eliya, hapa una nini dhidi yangu, e mtu wa Mungu? Umekuja kwangu uleta dhambi yangu kwenye kumbukumbu kumbu, na kusababisha kifo cha mwanangu. Unajua anachofikiria kama tunavyofanya mara nyingi, tunaamini kwamba msiba fulani ni matokeo ya dhambi zetu na kwamba Mungu sasa atatuchukulia kisasi. Basi Eliya hawezi kubishana naye, hajitetei mwenyewe, hata hamtetei Mungu. Anamchukua tu mwanawe hadi chumbani ambako amekuwa akikaa, na anaanza mkutano wa maombi wa dharura. Mstari wa ishirini unatueleza alimlilia Bwana, E Bwana Mungu wangu, je, umemletea msiba hata mjane ambaye nimekaa naye kwa kumua mwanawe? Kisha akajinyosha juu ya mtoto mara tatu na kumlilia Bwana, E Bwana Mungu wangu, naomba uhai wa mtoto huyu urudi ndani yake tena. Na Bwana akasikiliza sauti ya Eliya, na uhai wa mtoto ukarudi ndani yake tena, na yeye akafufuka. Kifo cha mvulana huyu kinakuwa njia ya Mungu ya kufunua zaidi kuhusu nguvu zake kuliko mjane huyu hata Eliya walivyowahi kushuhudia hapo awali. Hawakutarajia hili. Pia ni hatua ya mwisho katika kumwandaa Eliya kwa kile kinachokuja. Yuko karibu kusimama na kusimama peke yake. Yuko karibu kuhatarisha maisha yake kwa kumkabili mfalme Ahabu na Yezebeli na mamia ya manabii wa kipagani wa Baali. Kwa hivyo tukumbushwe leo kwamba majaribu tunayokabiliana nayo maishani yameundwa na mungu ili kuimarisha imani yetu. Mungu hana nia ya kutuangamiza, bali kutuendeleza, ili tuweze kukua katika kuelewa tabia yake, tunazidisha kujitolea kwetu kwa makusudi yake na imani yetu katika utoshelevu wake. Ikiwa unapitia wakati mgumu leo na mungu hajielezi, basi jiandae